Diamond Platnumz ameweza kushea post kwenye mitandao ya kijamii kwamba kudhihirisha yeye pamoja na mwanadada Zuhura walishafunga ndoa kipindi ambacho kimepita kidogo. Kupitia post hiyo ambayo Diamond Platnumz ameweza kuambatanisha picha tofauti tofauti za harusi baina yake yeye pamoja na mwanadada Zuchu, lakini pia video fupi akiwa anafungishwa ndoa hiyo. So kwa upande wa caption pale, Diamond Platnumz ameweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi Miongoni mwa vitu ambavyo nimejifunza ni ukomavu wa kukaa kimya. Ukomavu huu unataka uvumilivu wa hali ya juu, inataka uwe na moyo wa subra na hasa kukaza roho pindi mtu au watu wanapokuwa wanakupakazia ubaya fulani kwenye jamii, halafu wewe unaojua ukweli, lakini unatakiwa e, ukae tu kimya usubiri ilhali ukweli udani. E bana, kwa kweli si jambo jepesi, linataka ustahimilivu wa hali ya juu sana, na siwezi sema e, na uweza e, sana, lakini namshukuru mwenye Mwenyezi Mungu amenijalia hekima hiyo eh, kwa kiwango chake, na nimekuwa nikiishi hivyo kwa muda mrefu, kukaa kimya pindi yoyote akijaribu kusema lolote dhidi yangu, na ndio maana hata interview nimekuwa na epuka kufanya siku hizi, japo si jambo jepesi, lakini faida yake na ni kubwa. Maana vita vyako eh, inakuwa unapambaniwa na Mwenyezi Mungu na inakufanya uwe mshindi kila siku. Anyway, najua kila mmoja eh, kila mmoja wenu ana picha tofauti kuhusiana na Platinum kuoa ila tu nataka leo niwaambie kuwa huyu Damo Platinum alishawahi kuoa na siku nitawaambia ikawaje. Hayo ndo maneno ambayo Damo Platinum ameweza kuyaandika, na nikukumbushe tu kwamba siku za hivi karibuni Mwadada Zuchu pamoja na record label yake WCB aliweza kufuta, e, kwamba utambulisho kwamba yeye ni moja kati ya wasanii ambao wako chini ya label ya WCB aliweza kufuta. Sasa hili ambalo Damo Platinum ameweza kulipost inaonesha kwamba walishawahi kuwa na ndoa kipindi ambacho kimepita kinomanoma lakini, mamake Damo Platinum ambaye ni mama Dangote, yeye pia ameonekana kujump in kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuweza kupakia post, ambapo ilikuwa ni post ya hiyo video ya kufungishwa ndoa Damo Platinum. Na kwenye upande wa caption ametuchanganya baada ya kuweza kuandika kwamba alhamdulillah, limepita salama, hongera mwanangu Nasibu eh, kichwa na mkeo Zuhura. Haya ndo maneno ambayo eh, mama Dangote ameweza kuiandika, jambo ambalo limezua tena sintofahamu kwamba mbona kama ujumbe huu unaonyesha kama ndoa imefanyika hivi karibuni. Lakini pia kwa upande wa moja kati ya watu ambao wanatembea sana na Diamond Platnumz katika siku za hivi karibuni ni Baba Levo ye, yeah, Baba Levo na pia ameweza kupost eh, picha ya kipindi ambacho Diamond Platnumz akiwa anafungishwa ndoa. Sasa kwenye upande wa caption imeonyesha kabisa na yeye mwenyewe Baba Levo akionekana kusupport kwamba, e, Diamond Platnumz alishawahi kufunga ndoa siku e, nyingi ambazo zimepita. Kwa mujibu wa caption yake, ilikuwa inasomeka hivi kwamba hii ni moja kati ya siri ambazo nimekaa nazo kwa muda mrefu sana, nasubiri kauli ya mzee tu ili e, tumwagike, maana ukweli ukikaliwa kimya, uongo huwa unapata nafasi. So, uh, huo ndo ujumbe ambao Baba Levo ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. E, jambo ambalo limeweza kuwasanua baadhi ya watu wengi sana lakini ni kama vile bado e, kuna kama mkanganyiko fulani vya taarifa cause kama vile mamaake anaonesha kama e, swala hili lilikuwa ni siku e, za hivi karibuni, lakini Baba Levo anaonesha kabisa kama vile ni e, way back, jambo hili lishafanyika, lakini hata pia kwa Damo Platinum amethibitisha kwamba alishawahi kuoa. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, kuhusiana na hii situation nzima ya Damo Platinum pamoja na Zuchu kuweza kufunga ndoa, tupe mtazamo wako huko kwenye kunyonja comment hapo. Usiche kusubscribe, kulike, kushare bana utakumetisha kinaomanoomachoocha